Dhambi ni mlango ambao ni wa kuzimu. Kuna watu wengi ni watumwa wa dhambi, kwa sababu imeandikwa, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi huwe na ajili watu. Kwa hiyo leo unaweza ukampa mtu hela shilingi mia tano akaenda kununua sigara, akaenda kunywa pombe, manake huyo tayari ni mtumwa wa dhambi, hivyo mshahara wake ni mauti akivuta ile sigara inaenda kuua afya yake. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu leo anafanya dhambi ya uzinzi, mshahara wake ile dhambi ya uzinzi inaenda kuharibu hatima yake. Kama ni mwanamke inaenda kuharibu tumbo la uzazi, ama inaondoa ule uhalali wa hatima ya uzazi. Unaona kua sasa kuna watu wengi wanashinda wana shida ya tumbo la uzazi kwa sababu ile bikira tayari waliiuza kwenye malango ya kuzimu, na shetani anakuwa na uhalali, manake bikira yako uliitoa kama limbuko kwenye lango la kuzimu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ujue kwamba unapofanya dhambi yoyote, tayari ule ni mshahara.